Tanzania ina mikoa mingi, ina majiji mengi, lakini Dar es salaam always imekuwa ni jiji tofauti kabisa. Linalofanya jiji hili kuwa tofauti ni jambo kubwa, jambo la mpira wa miguu, jambo la soka, jambo ambalo linakutanisha miamba miwili ya yes, soka la Tanzania, jambo ambalo linakutanisha powerhouses za mpira wa nchi hii, jambo ambalo linakutanisha football giants wa taifa la Tanzania. Hapa wanaongelewa miamba miwili inayotoka katika mitaa kari ya Kariakoo Twiga na Jangwani, wakitokea Young Africans, lakini mitaa ya Msimbazi, wakitokea wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wanakutania hapa katika kitovu cha uwanja wa Benjamin Mkapa, Temeke, Dar es Salaam, Lupaso, paite vyote vile lakini, hapa ndipo ambapo inapotokea burudani ya soka linalokutanisha miamba miwili watani wa jadi, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa mchezo huu, na mashabiki wamejitokeza kwa wingi. Lakini kwa upande wa pili wenyeji wa mchezo wa wananchi Yanga Africans si kinyonge wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanachagiza na kuanikiza ushindi katika mchezo huu dhidi ya watani wao wa jadi Simba ambao nao wamekuja kwa ajili ya kushuhudia kitakachotokea. Lakini pia kumbuka, huu ni mchezo ambao matokeo yake yatakwenda kuamua nani bingwa wa Ligi Kuu ya NBC msimu huu. Hii ni grand finale. Hii ni siku kubwa, siku nzito, siku ambayo itakuwa na msisimko wa kipekee. Siku ambayo imesubiriwa kwa hamu sana, hatimaye imefika. Siku ambayo itakuja kutambulika Tanzania inakuwa na rangi gani? Ni kijani na njano au ni nyekundu na nyeupe? Yote kwa yote, dakika tisini hizi ni dakika za kihistoria, dakika za kipekee kabisa kwa mashabiki wa soka wa Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania. Hawa ni viongozi waandamizi, lakini pia ni wadau wa soka ambao wamekuja kwa ajili ya kushuhudia tukio hili kubwa kabisa la mchezo huu wa dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Siku zote pamekuwa pamoto hapa, siku zote pamekuwa na historia ya kipekee, siku zote pamekuwa hapa na mwenyewe linapokuja swala la watani wa jadi Simba na Yanga. Ni Oktoba ndipo mara ya mwisho unaweza kuwa na kumbukumbu kumbu ya michezo ambayo walikutana, lakini leo ni Juni 25, 2025 wanakutana uwanja wa Taifa. Ilipaswa kuwa Machi nane, ikaahirishwa kufanyika Juni kumi na tano, lakini imewezekana na inaenda kufanyika Juni ishirini na tano. Ni Simba ambao wao ni wageni wa Yanga, akionekana rais wa Yanga, lakini viongozi mbalimbali waandamizi mbali wa wa upande wa Simba. Ni mechi ya mwisho kwenda kuamua ni nani anakuwa championi wa na na ligi kuu 2024 2025, ligi kuu ya NBC inakwenda kushuhudia siku yake mwisho katika msimu wa 2024-2025 na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo. Inakwenda, kinakwenda kufungwa kwa kishindo cha miamba miwili ya soka la Tanzania. Mfumo ni 4-2-3-1 kama ilivyo kawaida, kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita. Jigi Diara anarejea golini, mchezo uliopita alikuwepo ni Abdul Twalib Msheli ni Tanzania bon, unawaona wote, vimo vinafanana. Mmoja ni mlinzi wa kushoto na mmoja ni mlinzi wa kati, wote wawili wamecheza timu ambazo zina mahusiano makubwa na sukari, mmoja akiwahi kupita Kagera Sugar na mwingine akipita eh, Mtibwa Sukari. Lakini leo wako upande wa kutetea timu zao, mmoja akitetea upande wa nyekundu na nyeupe na mwingine akitetea upande wa kijani na njano. Huenda akazidi zile clean sheet ambazo alizipata, eh, mlinda mlango wa Simba Aishi Salum Manula mwaka 2018 na kama atapata clean sheet katika mchezo huu itakuwa ni clean sheet yake 20 This is just another day, kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterranean, mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa rasi ya tumaini jema, lakini pia usisahau kutokea magharibi mwa Afrika ilipokuwa bahari ya Atlantic. Hapa ni Dar es Salaam, Tanzania, pembezoni mwake ipo bahari ya Hindi. Uwanja ni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ardhi ni ya Tanzania. Mimi ni Alwatan Ramadan Gora, mwenzangu ni James Samuel, sauti ya mamlaka, tutakuwa hapa na kwa lugha ya Kiingereza na kwa Peter Otai kusherehesha matangazo haya ya Dabi ya Kariakoo ya kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam

ukamzuia njia ipin kamera amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba Ngoma anamwambia kaa pale, ulifanya vyema dhidi ya Ismailia compedo zuzwa kwenye zile tano, ni kuibia siri Novemba tano yendo aliweka mkwaju wa penalty, atafanya nini? Pedro Pacom Zuzwa anapiga hatua zake na kuhesabu Pedro Pacom Zuzwa a furaha ya wananchi ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia kwa utulivu mkubwa kabisa. maguu kumi na mbili amemuhesabia na upande wa kulia, anticipation ya golikipa alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto. Tayari hawana presha, matokeo yoyote ya sare yanawapa pia ubingwa, ila wakifungwa wanamwachia Simba pakom Shambulio la Young Africans anaekewa Clement yeye ndiyo aloianzisha pedawa pakoa msuzwa akaichukua akaipenyeza ikapenya mithili ya sindano katika kitambaa cha sanda Mzize akaikuta akaiweka pabaya, top top top striker kwa sasa, jezi nambari ishirini na nne Klemens Francis Mzize, mwite Walid